Naomba funguo. Funguo! Hata ukae ukae. Hai, sasa naomba funguo, mimi nachelewa. Wewe ndio uko mkali. Maana na damu damu kwenye mkono. Hizi damu hazikuhusu, nimekwambia naomba funguo. Funguo! Jamani, Jamani. nimekosa ukuu. Nipe funguo bwana. Haya. Yaani wanaume wa siku hizi. Mimi mwanaume ni mkali tu tangu nianze kuwa nini? Kali. Hivi wanawake wenzangu na wao naishi hivi na wamezaa huko kweli? Ni jamani. Mamangu hmm. ujue mimi naomba nikuulize kitu kimoja, mwanangu Jeni. hivi mama yule rafiki yako, namjua vizuri? Namjua. Mama, sidhani unajua kama yule mama ni mwanga. Mama, mimi si nakwambia yule mama ni mwanga hmm, na familia yake wote ni wanga wale. mna uhakika? Yani, yule mwanae baada ya kuwa tumeenda ndani kulala sawa. tumefika pale tumelala vizuri hmm. yani, hata tujasinzia, mama. Sawa. tumeshtukia paka akatua kifuani. Paka, paka mama yangu ninavyokuambia. Yaani mama, paka huyu ni mjua paka. paka kifuani. Ta. akatua pale. Sasa cha ajabu zaidi, hmm. Mwanaye anaanza kuniambia mi mwanga mimi ndo niloleta yule paka. hmm. Akaondoka. Sasa nilishindwa. Yaani kile kitendo. Akaondoka. Afu ule paka, cha ajabu sasa hajaonekana tena mle ndani. sijui hata kapitia za wapi. na milango imefungwa vitu vyote vimefungwa, lakini kapotea. Mama, nilikwambia lakini mama yangu nitafutie mtu anayejua dini. Unajua kabisa mwanao nilivyo mama, yaani kile kitendo. Ah mama kwa kweli nimesikitika sana. changamoto sasa. hivi kwanza una muda gani na urafiki wenu mama na yule mama? Nilema. Na miaka zaidi ya miaka mitatu. Mitatu? Na usijue kama yule mama Mwanga? Ah, mama, fuatilia vizuri. Ndio, taarifa mimi nitaka nikupe mama yangu lakini... ah, rafiki wa hivyo. Hmm. Mama yangu, iko siku na utakuja uitwe Mwanga. Maana kama yule mama yuko hivyo na wewe utakuja uambiwe hivyo hivyo. Maana ni shoga yake sana. Mimi shoga yangu sana sijawahi kuona wala kusikia. Hmm, mama yangu sije tukaambiwa Wanga? Unajua watu walivyo mtaani atuchelewe kuchomewa nyumba hapa. Mm. Basi mama mi mimi ngoja nikuachie hilo swala. Mimi ngoja niendelee kwangu kwa sababu kuna mambo nilikuwa nafanya kazini kwangu pale. Sawa. Na mtu aliniachia meza yake ya bili atakuja kuichukua, nikaimalize malizie. Aya. Mamangu nikuache

Nitakifuatilia, sikuona mtu. Kesho yake asubuhi binti hakuonekana tena paka cha leo, mimi na binti yangu nicheze na mhitaji binti yangu wote, na napiga makofi mimi. E, unataka kuletea ndio? <coughs> Shemeji yangu, nimeweza kuitikia wito wako. Shemeji, ndio nimekuita hapa kwa jambo moja. Naam na, mme wangu leo nisikia pia onekani ni nyumbani siku mbili haonekani nyumbani na sio kawaida yake. Vipi, labda kazini kwake hawajapiga simu kwamba labda wametumwa sehemu kwenda kikazi? Hapana, apana sehem. Yani mimi mwenyewe nimempigia simu huko, anasema amuoni. huwa na tabia hizo labda kuto kufika nyumbani kwa siku kadhaa bila kukujulisha? hamna Labda umeshaanza kuulizia ulizia kwa marafiki zake wengine. Nimeulizia anasema amuoni. Sasa, cha cha kushauri, hebu twende kwenye uongozi wa kijiji huu, serikali so za mtaa tutoe taarifa kwa mjumbe, namini nitapata usaidizi, tutampata. Maana siku mbili bila kuonekana Tufanye kitu kimoja. Si so, unaweza kwenda kwa mjumbe pale kutoa taarifa? Ndio. Yeah. Yeah. Au kama vipi niende mimi nini? Kwa mjumbe sababu jua nake mnakwaga na mambo mengi unaweza ukaogopa, labda vipi? Ah, ndani hapo twende wote hmm. Wote yeah tu. Hapo utakuwa umecheza. Tufanye haraka. Kuna kazi nataka kuifanya au tuondoke? Bas tuende, shemeji yangu. Kwa hiyo wewe

Sawa. Sawa. Leno la shangazi yako, hawaa mpenzi wangu, toka niwe nawe siku hizi na furaha sana. Kweli eh? Sana tunaf halafu kingine hmm? Siku hizi naona kamwili nako kamenona na <laughs> ulikuwa wapi? Hmm. Sema, zami ni kwa gana kupenda. Sema, ah. Sema nini? Mnachanganywa na mama zenu. Angalia sasa mamako, mara mwisho asikua amekupeleka. Sasa? Hmm. Mimi nilikuwa nataka ukanitambulisha nyumbani kwenu. Wende nyumbani, bwana. Kwa nini? Yaani, nyumbani acheni, eti hayo mazo ya kusema ndo nyumbani, ashana nayo kabisa, yaani hata usifikirie. Amna, ataenda uh tu mimi najiamini. Wewe, shida unamuogopa eti mama yako, sijui nini. Mimi mimi sipendi wewe, kwa mama, kwa nani sipendi. Kama mimi na wewe hivi hivi. Ah. Kwa nini sasa mtoto mzuri? Sio lazima uende nyumbani. Hmm. Ila mimi najiamini. Lecho. Lecho. Ni upumbavu gani unaofanya? Upumbavu gani unaona wewe? Kwa hiyo kumbe ndo tabia zako hizo sio? Daudi. Ni mwanangu si mse wangu kabisa, Daudi. Wa kunifanyia hivyo sio? Kwa mwanangu, tabia zote ulizokuwa ukiniambia huu mtoto mama yake Mwanga kumbe ilikuwa ni michezo yako au sio? Mai, na maana wewe ndo unaenda kumwambia je? <coughs> <coughs> Kama mama yangu Mwanga, sijui nini, maneno mengi mengi tu. Wewe ndio unaenda kumwambia. Mwenyewe ukuja, kuile, troa, kwao. Wewe si mwenyewe ndio ulikuwa ukuja uniambia kwamba eti siku ile tuowasindikiza kwao na jei kule kuna mazingira yalitokea ambayo sio sahihi. Ndio. Sasa mimi nitajueje hayo mazingira ya wanga labda ni mwenyewe tu huko. Alafu kitu kingine. Wewe si ulisema kwamba mama yake na jei naye mama yako ulifanya nini? Eh? Au mama yako, ah. au ko blaza rafiki yangu niliokuona, rafiki yangu, kila kitu tuna shea. Mwanangu, leo ndo tabia zako hizo sio lecho? mama yangu mimi mwanga, si ndio? ndo mambo mnao yajadili? Sema nini fresh. Hebu kwenda, bwana. chai wenu huko si mnaenjoy? Sema, poa. Ondoka. Ila mwanangu poa, iko siku amna, nenda zako bwana. Nadhani hatuwajui mtaani hapa, mmesha tusumbua sana weni, jama angu nilikuwa nimekuvumilia tu wanajuana wao wanataka tu kutunani kutu, tenganisha kwa njia hiyo. Wanajuana wao sasa? Tangu lini? Si mimi, tangu kipindi kile nilivyokuwa na wewe, sina urafiki nae tena mii, nimeachia hapa sana. Oh, sio nash Ganga Gwiche. Ndio. Kwangu bado kuna matatizo. Sawa, unaongea na Kashoma, kuna Kashana. <laughs> Una matatizo gani, baba mke wangu? mm. Anaona vimbwanga vingi mno <laughs> mara vyakula vimeliwa eh? bado yeye mwenyewe anatokewa na mauzauza. Biashara ndio hivyo, bado haiendi. Mganga, naomba nisaidie mganga mm. Mm. ndogo sana na tatizo ni jepesi mno. Mimi mganga Guichi nimerudi. Watu wangu wamekuja, wakanipanda kichwani, wamenibana. Ongea na wewe lakini tatizo ni nani mdu? Nani mdu? Matatizo yako ni madogo mno. Ndio mganga. Cha msingi siku ya leo nitakupa dawa. Dawa hiyo inaitwa uvukoke uvukoke uvukoke. <laughs> Chika, hii dawa unywe, kamata wewe. <laughs> Usiangalie dawa yangu, kamata unywe, kamata kunywa wewe na hii dawa. Ukimaliza kuinywa, ukifika nyumbani utazima masaa matatu. <laughs> etwa kikombe wewe, eta hapa. <laughs> na tayari mesha kunywa. Ina ukifika nyumbani baba, utazima masaa matatu, ndawa fanya kazi. Umenisikia baba? Amka na uondoke, amka na uondoke. Nenda baba, tayari nimemaliza kazi ya kukwisha. <laughs> malizwa hana kazi tena, mtamrudisha hapa, ni mgonjwa. Shemeji, habari? Salama, kwema, kwema. Sa utokako uko so nzuri, kwa nini shemeji? Yani leo ni siku ya tano aonekan nyumbani na slikuelekea naonekani nyumbani siku ya tano. Ndio. Kuna tatizo gani? Yaani hakuna tatizo lolote shemeji. Kuja mkwaza labda mpaka ikafikia mara aondoke? Hapana. Ha? Shemeji. Wanataka kuniambia mme wako wewe kuna mawasiliano naye siku tano? Ndio. Na hamna taarifa. Hata sijui aliko. Na kazini kwake umeshaenda? Yaani nishazunguka pote, aonekani. Ah. Na ndugu zake labda umeshawasiliana? Ya, nao yaani nimezunguka hapo, naponiona, yaani hapa shemeji, yaani nimechoka <coughs> kila kona aonekani. Basi sijui ka kaelekea wapi. Sasa Sikiliza, em niachie ile swala mimi nilifuatilie, lakini, si kwenye vyombo vya sheria umeshafikisha taarifa? Ndio. ah, basi hamna shida, muda huo vinafanya kazi na mimi kupia niwe nafanya kazi ya kumtafuta, nijue ameelekea wapi au ana shida gani. Ila shemeji yangu sije kwa umemkwaza? Hapana shemeji, amje kwa sana wala kugombana hamna. Aliamka asubuhi akaondoka, hakuniaga basi. Sawa shemeji yangu, niachie ile swala mimi nilifanyie kazi. Sawa shemeji, ninakuelewa. Na wewe nayo uko sasa, ujaribu tafuta tafuta tafuta taarifa kwamba labda unaweza kupatisha kwamba yuko wapi. Basi sawa. Ngoja niingie kwanza kwa mishe mishe, tawasiliana jioni. Sawa.